Na ndugu zangu, nimerudi tena kwenu, na hisi mimi sio mgeni katika macho yenu. Mimi nimekuja kwenu tena. Watu wameniuliza maswali mengi sana, msianiuliza maswali mengi sana kuhusu ni vipi tunaweza tukafanikiwa kwa haraka. Mafanikio kwa haraka, tunahitaji dawa ya mafanikio ya haraka. Na mimi nimesema siwezi kuficha siri hii ila, japo kuna wengi sana wanaficha siri hii, siwezi kuwaficha chochote katika mafanikio, na hii dawa naitoa kwa roho safi kabisa, bila iana aina yoyote. Cha kufanya utatafuta vitu vifuatavyo. Cha kwanza utatafuta paka mweusi. Cha pili tafuta njiwe mweupe cha tatu tafuta kobe. Cha nne siwezi kuitaja kidogo public, utanitafuta kwa namba zangu. Ukishapata hivyo vitu vyote vya kwako, choma dawa yako vizuri kwenye chungu. Ukishamaliza kuchoma dawa yako hiyo vizuri, ikawa nyeusi, tafuta chungu kiwe kipya, ndugu zangu. Kwa wale mnaotaja mnataka utajiri bila masharti, kwa wale ndugu zangu wanaotaka pesa kwa kwa muda mfupi, hii inaeleza ukweli, ndugu zangu. Sijawahi kudanganya, na kama uamini tafute hivyo vitu uvichome. Ukisha maliza kuvichoma Niambie, nimemaliza kuvichoma hivyo vitu nivyoeleza, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mi siwezi kuongea sana, au nikawaaminisha nachokizungumza, na nachokizungumza na uhakika nacho. Ukishamaliza kuchoma hivyo vitu vyako, nitafuti kwa sifuri saba nane tisa thelathini na sita arobaini na tatu themanini na tano. Siwezi kuzungumza sana ndugu zangu, naona wengi mmeshalalamika, mnahitaji utajiri ambayo haina masharti, na mnataka mapesa, mnataka mafanikio, unataka mvuto mbele za watu, ambayo haina gharama ya ino yoyote, ambayo utafikia tu, utatumia gharama yako ino yoyote. Utaombwa mamilioni ya mapesa, lakini mi nawapa hii.